Na mtazamaji, wito umetolewa kwa kinamama huko Sabaki, eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi kushirikiana na kujiunga na mashirika ya akiba na mikopo ili waweze kujiendeleza kimaisha. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa muungano wa Sabaki kinamama Sacco wameelezea kusikitishwa na hatua ya baadhi ya kinamama eneo hilo ambao hususia kujiunga kwenye vikundi vya kujiendeleza Na tunahitaji kila mama ambaye anataka kujiunga katika huu muungano, maana huu muungano ulipoanzishwa umeanzishwa kwamba ni muungano wa wamama wote, ili kwamba uweze kuwasaidia kimaendeleo. Na tunaamini ya kwamba hii siku ya leo ni siku ambayo itavutia wengi na hata wale watu wa serikali watajua kwamba Sabaki tumejipanga na tunaendelea vizuri. Tunahitaji kwamba watusaidie kwa sababu tumeanza Tunashukuru sana ama ninashukuru sana kwa kuungana na hawa mama na zile bidii zao zote ambazo wanapiga. Wameamua wamalizane na shida zote za, za elimu, kwa sababu kitu ambacho kinasumbua sana ndani ya Sabaki Ward ni kuhusu mambo ya watoto shule. Nalo kanisa la Kianglikana nchini sasa linaitaka